Ukitaja wasanii wakubwa wa hip hop wa hivi karibuni wenye heshima kubwa kwa sasa mtaani, huwezi kuwacha kuwataja Zaid na P The MC. Mtangazaji wa kipindi cha The Jump Off cha Times FM, Jabir Sally, anafananisha wili hawa na Redman na Method Man. Zaid mkazi wa Mwenge na P The MC mkazi wa Kiwalani jijini Dar es Salaam ni marafiki waliokutana miaka kadhaa iliyopita wakiwa kwenye harakati za muziki. Mimi na P the MC tumekutana mda mrefu kidogo, yani muda japo atukusoma wote wala atukua na mini mkua mwengi. Na likutana, kwa ai tulikutana kwa kipindi hicho kwa kuna matamasha British Council kule posta, kwa tukutana kule pia pi lika chana kuja na mshikaji wake yani Tunash. Na kwa nita am likua naenda kule kwa sababu le tamasha ili kwa

Mm, na, na, na. tukaanza kwa tunafaa, unajua, unapokaa studio unafaa ngoma nyingi studio. Ni wasanii wana ngoma mengi sana, kwa hiyo mara nyingi tuka tukifaa ngoma rekodi huko na huko. huko tuka tuna project moja hivi ya muziki ya zamani, production ilikuwa ya pala nakumbuka. Sasa ile muziki ya zamani tuka tumerekodi muziki mingi sana, lakini baadaye kwa kuna utata fulani hivi Ukaona da inakuwaje, kabitu tusitishe ile project. Lakini ile ndo kaa mwanzo wa mina P kwanza project ya Mwenge Kiwalani. Kwa sababu tuliona tunafaa zaidi na watu walikuwa wanasema da hii misiki ni mizuri sana, unafanya wili nini? Kwa sababu P ana flow yake ya clear na wewe una flow flow yako ya hivyo, kwa mkitengeneza kitu flani inaweza ikawa kitu kizuri. Kwa pale ndo tukaa tuna tuna record muziki. Lakini tukawa tunarekodi pia tukawa tujaipa jina la Mwenge Kiwalani. Mwenge Kiwalani ni jina la mwisho sana kwa sababu tulikuwa tuna ngoma nyingi, tuka tuna tuna tunafikiria tutengeneze kitu gani au tuite nini. Baadaye ndo tukafikiria, kwa sababu jamaa ana, ana represent Kiwalani na ni mwenge, ikawa hivyo. Ila kusema kweli, hingo mabonge la so, tunasubiri siku atupe bonge la show tukafanye la na kisha tulipwe bonge la do. Kitambo nifanya bonge la verse nikazua maswali na kuwa bonge la text, nilimchoresha bishop flani bonge la fake one man ame mwenye tagi ya bonge la jeshi P The MC anadai haikuwa rahisi wao wenyewe kugundua ni kiasi gani wanaendana kiasi cha kufaa kufanya mradi wa pamoja, bali ni watu wa karibu yao ndio waliogundua kitu baina ya wawili hao. Kwanza kabisa, pengine naweza kuwa mimi nilikuwa nikiona tu Zaiid ana flow kawaida, na Zaiid anaweza alikuwa anaona tu P ana flow kawaida, kwa sababu tuna mazoea tu yale ya urafiki, ukaribu na vitu kama hivyo lakini watu wa pembeni wao ndo wana uwezo wa kujua kwamba hiki na hiki vinaweza vikamechi vikafanya kitu fulani kizuri zaidi. Na kwa sababu pia mimi na Zaiid tulikuwa tayari tupo kwenye hiyo project ambayo ilikwama, ila baadhi ya miziki watu waliweza kuisikia, wakasema, ni jamaa, mna kitu kimoja kinaingiliana, yaani mnaweza kufanya kitu kikawa kizuri sana vitu vyenye vinaendana. Kwa hapo ndo tulipoanza na sisi pia kugundua kwamba kumbe tuna uwezo wa kufanya kitu kwa pamoja, na kikawa kizuri na watu wakakipokea vizuri, ndo tulipoanza kufanya project. Yo, mwenge mwenge mwenge mwenge yo. Mwenge Kiwalani. Imechukua takriban miaka miwili kukamilisha matayarisho ya mixtape yao Mwenge Kiwalani. Ah, tukianza kuongelea miziki yote itakuwa ni tumetumia muda mrefu sana, kwa sababu kuna miziki ambayo haikutumia muda mrefu kwa sababu yenyewe haikuwa kwenye haikuwa part ya project ambayo ilianza ika sita. Sasa kuna baadhi ya miziki ambayo ilikuwa ni part ya project ile ya mwanzo kabisa ambayo ilianza ika sita mpaka tukaamua kuanza, kwa hiyo tukisema tuchukulie kuanzia ile inaweza kana nafika almost miaka miwili. Zaidi ya watayarishaji kumi wameshiriki kuipika mixtape yao mpya Mwenge Kiwalani. Uh, umo ni mapunduza zaidi ya kumi. Kwa hiyo yupo Pala, yupo Man DVD, yupo Sijamoka, yupo Abmp, yupo Kibabu wa Putin, uh, yupo Morento, uh, yupo Jan, yeye ni Mjerumani, alikuja tu akapenda, yuko Pros Beats, uh, yupo Pala, uh, yupo Ray Tech Mohama

Mpaka dakika hii mixtape inapatikana Dar es Salaam Bawa Unlimited, yani pale pale pale pale Sunny Club, kuna company yetu Bawa Mbawa wanadili na t-shirt zetu, wanadili na kila kitu kinachohusiana na P The MC, na zaidi waondo wanaweza kusambaza sehemu yoyote kwa sababu mara ya kwanza mimi likuwa na tape yangu, pili likuwa na tape Tape yake. Tape yake ikawa ngumu sana ya watu uh, kuwafikia baadhi ya watu kwa sababu mi mwenyewe anafanya kila like kitu. Sasa hao wa baa wanatusaidia sisi, lakini pia sisi tunawasaidia baa kwa wale watu ambao ba. wako na sisi mitandaoni tuna link bwana, inapatikana baa balozi wa Marekani na tunauza kwa wafutana hiyo, lakini pia iko online. Online pia iko Mkito kule, mtu anaweza akapakua mixtape yote, ipo mziki yetu yote

daka mafaka kutokana na kuwa na uhusiano na Tamaduni Muzik, baadhi ya mashabiki wa hip hop nchini wamekuwa wakidhani Zaidi na P the MC ni wasanii wanaofanya nyimbo ngumu peke yake. Pia anasema hiyo si kweli, ni imani tu, ni dhana tu ambayo imejijenga kwa kwa hip hop basi wewe unataka uwe bomba tu, kitu ambacho napenda ku prove wrong watu sio kweli kwamba ukiwa unafanya hip hop, maana yake wewe stick tu kwenye bumba, sababu muziki ilikuwa imegawanywa kule Marekani, na Marekani ndio sisi wengi tunafanya tuna kutoka kuchukua ku, kutoka huko, bumba ilitawala sana nafikiri uh, Marekani ya ya East ambako ndo kulikuwa kina BIG, kina JZ huko kina Nas huko ndo ilitawala sana bumba, na huku West kwa kina, Snoop Dogg, kina na Tupac tawala kitu kinaitwa G thing. Yani zikipigwa, unajua kabisa hii ni East ni ya West na pia kuna South ambapo watu ndo na ma... kwa hiyo yote, kila mtu alikuwa anafanya akiwa anafanya hip hop ila kwa mahadhi ya kona yake kwa sio kibaya, wewe unaipenda kitu cha east ukafanya na cha west, au unapenda na cha west ukafanya na cha south, kuonesha kuwa una uwezo wa kukava hizo same zote. Sisi tulistick sana kwenye east, kwa sababu tunapenda sana ma MC wa east, tulikuwa tuko inspired sana nao, tunasikiliza tuaski sana muziki yao, tumetawala sana ukweli, tuna uwezo wa kucheza engo zote. Binafsi nimeona watu wamefurahi sana yani, kwa mimi nilivyoona watu wanaijadili tofauti yani, unajua sau, kama nilivyosema mara ya kwanza, ukosi kitu ambacho utakipenda kwenye kuna mixtape kuna zile funky funky sipeate wake, kuna matrap, kuna kavu ni yani, kuna kila kitu, kuna mdundo fulani ya kizamani ambayo pala unapiga k, kuna kila kitu yani, kwa hiyo watu wamependa. Mimi sijui labda, lakini mi nimefurahi kwa sababu pia watu wamependa, watu wameongea, wametoa maoni yao po wapo walokuwa wanakosoa kidogo, lakini sio kwa mabaya, labda bwana chorus nyingi mepija wenyewe ninii, lakini far wote walikuwa wanapenda. Mimi iwe mefurahia moja. Sasa hicho jina langu mimi minamini hai, nikizipata hizi siasa sitazitaka, ila sitazitakail